Mkoa wa Tanga ni katika wanufaika wakubwa wa miradi mbalimbali ambayo imeendelea kutekelezwa na nadhani mmeshapita bandarini. Uwekezaji ule wa shilingi bilioni 429.1 imezaa matunda makubwa sana, kwa sababu imebadilisha taswira ya Tanga. Tanga tulikuwa tunatumia matishari kwenda kwenye katikati ya bahari kupokea mizigo. Kwa hivyo wale waliokuwa wanatumia bandari ya Tanga ilikuwa inabidi walipe dola moja na tatu extra kwa kila kila tani kuweza kusafirishwa katika fukwe la bandari, lakini kupitia uwekezaji ule hivi sasa bandari tozo hilo kwanza hakuna tena na meli inafika mpaka kwenye fukwe la bahari lakini fedha zimeongezeka kwa maana ya mapato. Ukiangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, katika eneo la mapato, kabla ya uwekezaji mwaka 2019 mpaka 20 tulikuwa tunapata bilioni 17.2, lakini baada ya uwekezaji tumeweza kupata bilioni 45.69. Mama Samia wewe! Lakini hata shehena imeongezeka tulikuwa tunapokea shehena tani uh, laki, laki nne na sabini, lakini baada ya uwekezaji uwekezaji mkubwa na maboresho mwaka 2023-2024, tumeanza kupokea shehena ya tani, tani milioni moja na laki moja tisini na moja na na, na ushirii. Kwa hivyo unaona kabisa ni nyongeza ya zaidi ya mara 200, lakini hata meli tumeendelea kupokea meli. Ukiangalia huko nyuma, tunapata meli 118 2019-20, lakini baada ya uwekezaji 2023-24 tumeona meli zaidi ya 307 zimeweza kutiananga katika bandari yetu ya Tanga. Lakini hata ajira, tulikuwa tuna ajira za za kudumu 222, tumeongeza ajira za kudumu mpaka mia tatu na ishirini lakini pia tumeongeza wale vibarua kutoka elfu sita mpaka elfu kumi na saba ambao wameendelea kupata ajira pavyo. Haya yote ni mafanikio makubwa, lakini hata wale wakala wanaoshirika masuala ya bandarini tulikuwa tuna mawakala 29, hivi sasa tuna mawakala mia mbili ambao wanashirika na maswala ya forwarding, na maswala mazima ya shughuli za bandari. Kwa hivyo bandari hili kwa hakika uwekezaji wenye maono wa mheshimiwa rais wetu umeleta tija kubwa sana. Hata muda wa kutoa mizigo tumetoka katika siku sita hadi siku mbili, mwisho kabisa ni siku tatu. Lakini pia sasa bandari ya Tanga imekuwa ni bandari ya pili baada ya Dar es Salaam. Tulikuwa tuna bandari ya Mtwara, Dar es Salaam inafuata Mtwara, lakini sasa Tanga imeshika namba mbili kwa maana ya makusanyo mapato, lakini kwa efficiency katika masuala mazima ya uchukuzi.